Tunalizeni wasikai. Hakuna issue yote. Fresh na kwaje. Kwa mbaga kabisa. Yaani tunazunguka sana. Mm, okay. Basi uh, okay. Labda niwakaribisheni labda rasmi katika Chotem program yetu ambayo hii utaweza kuiona kwenye NTV, yani utakuwa unaipata live kupitia YouTube sawa. Yeah. Kwamba ina maana hii ni interview special kwa ajili yenu sawa. Ah, actually kabla sijaanza kabisa, mm, mimi ningependa kujitambulisha labda. Yes, yeah. Kwanza na bro hapo. Labda unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Uchuro kutoka Watulivu Group. Watulivu Group. Yeah. Na brother hapo, mimi naitwa Ibra Boy Kacha. Mhm. Ama Ibrahim, Ibrahim, mbona unenda gundala? Mhm. Jina langu ni. Ah, okay. Ibrahim. Yeah. Labda kimziki, we ni nani na unafanya nini? Na upo katika fani, I mean katika sanaa. Of course tunajua kwamba kuna sanaa sanaa ina nyingi. Kuna sanaa ya maigizo, sanaa ya mziki, sanaa ya actually, tuna sanaa ina nyingi, sawa mm -hmm. Sa, nikisema nianze kuzimension hapa hatutaweza kuzimaliza shapata, so, ya yeah. Sasa labda we unafanya nini mzazi? Ah, mimi mimi nafanya sanaa ya muziki ni Bongo Flava mm. -hmm. sanaa ambayo nafanya mm. -hmm. na si Bongo Flava tu peke yake yani nafanya I mean tunafanya na kitu kama nafanya ni mimi peke yangu mm. -hmm. na tuko na hapa nini hapanini, tunafanya Bongo Flavor, tunafanya maigizo yani, mm. tunafanya hivyo yeah. Katika sanaa yenu ninyi, katika upande mm. labda wa muziki sawa, yeah. wa sanaa ya kuimba mm. ama mnasema ni Bongo Flavor freva, sio? Yeah, right. Yeah. Ninyi mnatunga nyimbo wenyewe mnatungiwa? Sisi uh, tunatunga wenyewe natunga yenyewe. Eh. Yeah. Of course, swali gumu kidogo ambalo nataka kama nitawauliza fulani, lakini nitabidi ni uulize. Saa. Uuliza bro, uuliza bro. Ya kwa sababu ukiangalia binadamu sisi hatujakamilika ama nini. Yeah. Ndio. Sasa, kwa aina fulani, Mungu kawapeni mtihani yeah. yeah. wa kutokuona. Sawa, ni wale walemavu wa macho. Je, ni vipi mnaweza kutunga nyimbo? Naandika chini au unaweka tu ndani ya kichwa alafu baadaye unakoshe complete na nini kila kitu kitwani? Maana kuna kitu kimoja kinaitwa brain ni maandishi maalumu kwa ajili ya watu kama sisi wasioona tunayapapasa. Okay. Yeah. Kwa vidole yeah. Yeah. Kwa hiyo tuna printi na mashine yeah. afu tunakuja tunapapasa unajua pale maidea anapokuja sometime, yani kwamba unakuja una, unajikuta unaunganisha mm, mambo kwa njia ya kichwa tu, hata huko kuandika kwenye au uandike, unaona inakuzingua yani. Sasa mm. No, unaona, unajua kipindi hicho tayari madudu yanashuka tu ndani ya nini, ndani ya kichwa, ndani ya kichwa yanadondoka yeah. Unaona no, sa design kama ni wewe huandiki sana, ila ushawahi kuandika, si ndio? Yani kuandika, ushaandika au sometime unaandika kwa kutunza kumbukumbu zije kumbu, kapotea okay, mm. Ila nyimbo unakuwa no, unachunga kichwani yani, nyimbo unaitunga kichwani, that's a real artist. Sasa nirudi rudi kwako bro Ibra yeah. Wewe unasema unafanya bongo flavor na maigizo si ndio? Yes. Kona umetupia fresh na tishat yako ya 20%, sitaki kujua zaidi nafsu nini, lakini like tuendelee kwamba wewe unafanya maigizo pia, sawa. Je, mm -hmm. Ushawahi kufanya hapo kabla au una experience gani uh, mm -hmm. Na maigizo maigizo, yaani kwanza muda mrefu na tuko katika kundi moja hivi linaitwa Splendid Hmm. Ee, kwa upande wa, wa maigizo na watulivu ngapi? Mbona nimetulia hivi sasa, sipo kwenye kundi la watulivu bana, lakini mbona watu wakisikia Many Mysterio kwa H.D ni, nasema ile kijana mtulivu sasa. Vipi wananiambia mimi sijatulia Watulivu kama watulivu ni kundi la watulivu, kwa sababu walotulia wengine hapo katika kundi la watulivu. Sasa watulivu mpo wangapi, maanisha kwamba mm. utulivu, tuliotulia sisi mm. ni watu ambao kwamba tunatulia kwenye kazi zetu tunazozitengeneza zinakupara na zile zinazoenda yeah. na wakati kutokana na sisi, sa, na sisi kama jinsi tulivyo, na ndio maana kwamba tukajiita kwamba ni watulivu, lakini sio kwamba labda ni watulivu, labda kama ukimkuta okay, tu mtu kashikatama katulia, basi aingie huko, hamna, sio hivyo mm. yaani kwamba

Can you go freestyle? Nami nilitamani nione dunia vyomo, Hacha nimpenda, soo, humoyo, na vilivyomo nivijue, hata nimpendae nipate kumjua, kiumbosuwa na tabia wangu moyo, nabaki naumia, hayo malengo hajatimia, niliyompenda ananichukia, kisamlemavu amenikimbia. Natosha, natosha. So sana sana akaja kutibia mistari, unajua.